Leo Namungo tumewafunga magoli matatu, tumechukua alama tatu. Niambie kipi hasa uh, kilijiri ndani ya dakika tisini na, zilikuwa dakika tisini za namna gani? muhimu wa mpira wameshika maini, pointi tatu, na sisi tumeenda tumetumia nafasi, tumeweza kupata pointi tatu. Kwa hiyo pointi tatu hizi ni muhimu sana ambazo tunazihitaji kwa kuweza kufuata katika ubingwa wetu. lakini tunasema kwamba tunashukuru mashabiki waweza kutokeza kwa wingi, hizi pointi hizi ni kwa ajili yao.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 Tunda, tunda kuingia fainali inshallah. Hawajawahi kutoka na matokeo mabaya wanapokwenda nyumbani. Wa Mnyeto, sijawahi sijawahi. Tunaona nyumbani na nadhani matokeo atayaona nyumbani.